Katika juhudi za kuhamasisha ushiriki wa vijana katika mchakato wa kidemokrasia, seneta wa kaunti ya Trans Nzoia Alan Chesang amezindua mashindano ya soka yanayolenga vijana kutoka maeneo mbalimbali mbali ya kaunti hiyo. Mashindano haya ambayo yanatarajiwa kufanyika katika kila eneo bunge yamelenga kuvutia vijana kwa kutumia michezo kama njia ya kuelimisha kuhusu umuhimu wa kujiandikisha

ili wawaheshimu wajue nyinyi ndio wadosi. Kama mashindano haya ya soka yatafanikiwa kama ilivyopangwa, huenda yakawa mfano bora wa jinsi michezo inaweza kutumika kama chombo cha mabadiliko ya kijamii na kisiasa. Seneta Alan Chesang ameashiria kuwa na mpango ya kuyafanya mashindano haya kuwa ya kila mwaka, huku akishirikisha taasisi za uchaguzi na mashirika ya vijana ili kuendeleza kampeni za usajili wa kura kwa njia endelevu. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Brigid Sikuku.